Kufuatia kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu wanaolalamikia data zao za kibinafsi kutolewa bila idhini yao na kusababisha kunyanyaswa na walaghai, kundi la vijana kutoka kaunti ya Migori wanadai majibu kutoka kwa tume ya kulinda data. Vijana hao wenye hasira wanadai kwamba kwa muda kwa mrefu data zao za kibinafsi zimekuwa zikitolewa kwa walaghai ambao hata katika visa vingi wamelaghaiwa pesa. Wakizungumza katika mji wa Rongo, vijana hao walisema kuwa ni dhahiri kuwa tume husika haijawaelimisha watu wanaoshughulika na hafla mbalimbali, hoteli na hata ofisi za serikali kuhusu jinsi ya kulinda data za kibinafsi za watu. The Data Protection Commission Office, watu wako wapi? wanafanya kazi gani? Mbona wana tu let down, sababu kila saa unapata, ukienda shuleni after one month unapigiwa simu na mtu mwenye ujui ati mtoto wako fulani fulani, tuma pesa. are we safe in this country, we want to know, are we safe kama serikali, we need these people to come out, watoke nje, watuambie wana wako wapi na wanafanya kazi wapi. From the, the Data Protection Commission, where are their offices? Because we don't even know where they are we have never seen them exist or do they just earn salaries eat our money and sit somewhere and relax and enjoy themselves we want to know where exactly they are we want to know what measures what steps they take to ensure that the public is, is, is, is educated is trained on, on, on, on, on how safe our data should be protected huyo soja hata ukimuuliza kwa nini anachukua hiyo information anasema kuwa yeye ameambiwa achukue aelewi hata yeye mwenyewe kwa hivyo tunataka kujua Je, data zetu ziko safe? Sasa ile mtu anachukua ID yangu anachukua nambari yangu ya simu mpaka jina yangu yote, kisha baadaye napata message kuwa nafaa ati, ati landlord amebadilisha njia ya kulipa rent, sasa nitume kwa hii namba. Nataka kujua huyu mtu alipataje information yangu.